Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo hapa Kenya Wantamnotam Movement KWM Podcast. Leo tunaingia ndani zaidi kuchambua maandishi fulani ah, yenye kichwa kinachouliza swali kubwa kweli kweli. Kichwa chenyewe kinasema what will save Kenya 2027 elections no Kenya must go the Burkina Faso way. Yaani swali kuu hapa ni je, njia hii ya siasa za uchaguzi tunayoijua ndiyo jibu, au labda labda kuna haja ya kufikiria kitu tofauti kabisa kwa kenya yetu? Wacha tuingie kwenye hoja zake kabisa. Maandishi haya yana yana mtazamo mkali kidogo bila kuficha kitu. Hoja yake kubwa ni kwamba kwa miaka zaidi ya 60 sasa Kenya imeongozwa na kwa kiasi kikubwa kundi lile lile la wanasiasa, na kulingana na chanzo hiki eh, wanasiasa hawa hawajafanikiwa kuleta mabadiliko halisi, unajua yale yanayogusa maisha ya mkenya wa kawaida. Aha, hapo sasa ndipo hoja inapoanza kuwa nzito. Chanzo kinawataja kabisa viongozi tunaowafahamu kwa muda mrefu. Ah, kinaorodhesha majina kama Raila, Ruto, Kalonzo na wengine wengi tu. Kinaendelea kutaja akina Matiangi, Gachagua, Mathakarua, Uhuru Kenyatta hata Justin Muturi, na kinasema waziwazi kwamba Wakenya wasitarajie majibu kutoka kwao. Sasa kwa nini huu mtazamo mkali hivi? E, kulingana na maandishi yenyewe sababu ni, ni matokeo yale yanayoonekana ardhini. Wanadai kuwa pamoja na ahadi nyingi sana kwa miaka yote hiyo, hali halisi kwa mamilioni ya wananchi mm, haijabadilika kivile. Kinaeleza mifano kama watu wanaoishi kwenye nyumba za nyasi, unajua, bila utu, ukosefu wa huduma bora za afya, zile za kutegemea. Elimu yenyewe inatajwa kuwa haikidhi mahitaji ya watoto wetu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo wanauliza kama hawa viongozi wameshindwa kwa miongo yote hii, kwa nini wewe msikilizaji uamini tena ahadi zao kwa ajili ya 2027? Ina make sense. Kweli. Hilo linaeleza kwa nini chanzo hiki kinakataa kabisa wazo la kutegemea uchaguzi wa 2027. Yani, kinachoonekana hapa ni kama uh, kukataliwa kwa mfumo mzima wa uchaguzi kama njia ya kuleta yale mabadiliko ya unayotaka. Kinaelezea picha ile, unajua, viongozi wanahutubia wako juu ya magari makubwa ya kifahari, wakati wananchi wako pale chini kwenye vumbi, hali duni. Ni picha ambayo chanzo kinasema inaonyesha jinsi viongozi walivyojitenga na maisha halisi ya wengi. Naam. Na kutokana na hilo kutokuwa na imani na mfumo huo maandishi yanakuja na pendekezo lingine, njia mbadala ambayo kusema kweli inaweza kuonekana kuwa kali kwa baadhi ya watu. Yanasema Kenya inahitaji aina tofauti kabisa ya uongozi, mtu ambaye si mbinafsi, aliyejitolea kweli kweli kwa watu wake, na anafananishwa na viongozi kama eh, Thomas Sankara wa Burkina Faso wa zamani au Ibrahim Traore wa sasa hivi. mm -hmm. hapo kwenye kufananisha na Sankara na Traore panavutia sana. Je, chanzo kinafafanua zaidi kwa nini viongozi wa aina hiyo, kwa nini ndio wanaofaa kwa Kenya sasa? Kwa mtazamo wao, ndiyo, kinaeleza kidogo. Kinasema hawa viongozi, Sankara na Traore, wanaonekana kama mifano, mifano ya watu waliojitolea kupambana na rushwa, kupinga mifumo mibovu na kuweka maslahi ya umma mbele ya yao. Muhimu zaidi, hawakuwa sehemu ya ule mfumo kuwa kwa hivyo basi chanzo kinapendeza kiongozi mwenye sifa kama hizo aliye tayari kupambana na hali iliyopo hapa kenya kuna jambo lingine linalojitokeza kwa nguvu sana kwenye maandishi haya ni ile hisia ya uharaka sio tu kupendekeza uongozi tofauti lakini kusisitiza kwamba mabadiliko yanahitajika sasa hivi si kusubiri 2027. Ziko sababu gani hasa zinazotolewa kuonyesha huu haraka? E, sababu zipo na chanzo kinazieleza. Kinasema hali ni mbaya na inaendelea kuwa mbaya zaidi. Unajua, kinataja hospitali ambazo hazina dawa muhimu, hazina wahudumu wa kutosha kuwahudumia wagonjwa, ni shida, shule ambazo hata leo watoto wanasomea chini ya miti kwa sababu hakuna madarasa ya kutosha au walimu. Hali ni hiyo. Halafu kuna swala la kufa kwa viwanda, viwanda ambavyo vilikuwa vinategemewa sana na watu. Mifano inatolewa: KCC, Kisumu Breweries, Rivatex kule Eldoret, Pan Paper e, pale Webwe. Yani, orodha ni ndefu. Hivi vyote vinaonyesha kuporomoka kwa fursa za ajira, uchumi wa mashinani unadorora. Kwa hiyo madai yao ni kwamba kuendelea kusubiri ni kuruhusu hali hii iendelee kuwa mbaya zaidi. Sawa, kwa hiyo kutoka kwa hapa unaonekana kuwa wito wito kwa wananchi wenyewe, sio badala ya kukaa na kusubiri au kuendelea kuamini viongozi wale wale. Maandishi haya yanawasihi Wakenya waamke, wadai mabadiliko ya kweli, wadai uongozi unaowajibika. Ni kama kusema hali hii haikubaliki tena na huu unajua unaweza kuwa wakati mzuri kukukumbusha wewe msikilizaji wetu, ikiwa hizi hoja zinakugusa zinakufanya ufikirie, unaweza kutembelea www wantamnotam com. Nenda pale, fungua akaunti yako, anza kushiriki mawazo yako, mawazo ambayo yanaweza kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika kijiji chako, jiji lako, hata taifa letu zima. Bila shaka, na hoja zote hizi, kusema ukweli, zinakulenga wewe moja kwa moja. Kwa maandishi haya yanajaribu kuonyesha uhusiano kati ya uongozi wa juu na maisha yako ya kila siku, yaani upatikanaji wa huduma kama afya, elimu, fursa za kiuchumi zinazopatikana kwako na familia yako, au hata kwa ujumla tu mwelekeo wa nchi yetu unaenda wapi. Swali kubwa ambalo chanzo hiki kinakuachia ni je, hali hii ya sasa inakubalika au wakati wa kudai kitu tofauti umefika? Mm -hmm. Hili linatuleta kwenye lile wazo la mwisho la kutafakari. Wazo ambalo chanzo hiki kinakuachia wewe msikilizaji. Na ni swali zito kweli, utaendelea kuweka imani yako kwa uh, nyuso zile zile ambazo chanzo hiki kinadai zimeshindwa kwa miongo sita au utasimama, utachukua hatua kudai aina tofauti ya uongozi? uongozi unaowajibika kwako na kwa vizazi vijavyo. Na zaidi ya kutamani tu viongozi kama Sankara au Traore, swali linabaki, ni sifa gani hasa, zile mahususi ambazo wewe binafsi unaamini ni muhimu zaidi, kuikwamua Kenya kutoka kwenye hali hii inayoelezwa hapa? Ni swali la kufikiria sana. Kwa hiyo tunakuhimiza tena ikiwa unataka kujihusisha zaidi na mawazo kama haya na mengine mengi yanayolenga kuleta mabadiliko chanya, tembelea www.wantamnotam.com. Fungua akaunti yako pale, anza kushiriki mchango wako leo, kuwa sehemu ya mjadala huu muhimu. Nam, asante sana kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantamnotam Movement KWM. Tunatumai umechukua kitu